Na sakata la mchezo wa Dar es Salaam Young African dhidi ya Simba Sports, kali ya Kodabi mechi nyingine kubwa sana barani Afrika ukiachana na Cairo Derby, yani National Al Ahly dhidi ya Zamalek ukiachana na Kaiser Chiefs dhidi ya Orlando Pirates, pale nchini Afrika Kusini ukiachana pia na Casablanca Derby kati ya Raja Casablanca dhidi ya Wydad Casablanca. Uh, mchezo mwingine mkubwa barani Afrika ni kali ya Kodabi, yani Young African dhidi ya Simba Sports. Taarifa ni kwa kwamba mapya yameendelea kuibuka kutokana na sakata hili, huku mpaka sasa kikosi cha Yanga msimamo wao ni ule ule kwamba mchezo wa dabi raundi ya pili wao wameshamaliza, wanachosubiri ni kupewa pointi zao tatu pamoja na magoli ya faida, ya Simba Sports kuto kufika uwanjani, huku taarifa ya bodi ya ligi ikitanabaisha dhahiri kwamba mchezo huo upo na utapangiwa tarehe baada ya kuahirishwa eh, siku ya tarehe nane majira saa moja na robo usiku. Lakini pia sakata hili linaendelea kuwaibua wadau pamoja na wapenzi na mashabiki wa soka mbalimbali, wakihoji kile kiingilio ambacho mashabiki walikuwa tayari wameshatoa. Je, kinakwenda kubili presid e, kivipi? Yani kinakwenda kufidiwa kivipi? Kwa sababu watu walishatoa pesa na muda wa mchezo umekwisha lakini pia wengine waliingia uwanjani na kutoka, lakini wengine hawakuingia kabisa uwanjani bana. Hayo ndiyo yanaendelea kuhojiwa. Lakini ishu nyingine, watu wanaendelea kuhoji namna ambavyo TFF inafanya kazi kwa misimu hii ya hivi karibuni, maanake katika uongozi wa Wallace Karia tayari tunaona mara ya pili mchezo wa dabi unaahirishwa kutokana na sababu ambazo hazina mashiko. Lakini wengine wameenda mbali zaidi na kudai kwamba uongozi huu, e, wa bodi ya ligi pamoja na TFF unahitaji kujitathmini, bila kusahau kama inawezekana wajivue gamba waondoke kabisa madarakani, watafutwe watu wengine wa mpira ambao wanaweza kuongoza mpira wa Tanzania. Lakini kubwa zaidi ni wadau ambao wameenda mbali zaidi, wametaka sakata hili uh, la Young Africans Simba Sports na TFF kuahirisha mchezo wa dabi, FIFA yani shirikisho la soka duniani liingilie kati, mwisho wa siku liweze kutoa maamuzi. Eh, yani lishikilie, eh, sheria zinasema nini, mwisho wa siku wakupewa adhabu apewe, lakini kama inawezekana iundwe e, chama kingine ambacho kinakwenda kuisaidia eh, TFF katika kuongoza ligi yetu ya Tanzania, kwa sababu inaonekana mpaka sasa eh, TPLB, yani Tanzania uh, Premier League Board, yani bodi eh, ya ligi ya Tanzania imeshindwa kuongoza ligi yetu ya Tanzania. Bwana, hayo ndio yanaendelea kujili na hayo ndio ambayo yanatokea katika soka letu ya Tanzania. Mtazamaji wa West TV, una nafasi pia kutuandikia maoni yako katika sehemu ya komenti. Mawazo yako ni yapi juu ya tukio hili na hiki kinachoendelea?